Sasa Simelewa, eh? mm -hmm. mm -hmm. Sasa, vitati, yapo nani anaelewa? Sasa urejesho ni kitu umeelewa, eh? Amen, amen. Sasa vitu vitatu kwa haraka unazohitaji ili urejesho ufanyike, number 1, examine yourself ama jichunguze, jichunguze mwenyewe. Examine yourself, jichunguze mwenyewe Jichunguze mwenyewe katika Wakorintho wa pili kumi na tatu na tano Wakorintho wa pili kumi na tatu na tano Luka 15 17. Kama wewe ni mtoto wangu lazima uwe na kitabu, kalamu hizi vitu ndio unaendaka katikati ya wiki, zinakusaidia hata kama uwezi ukasoma neno. Hata kama una Biblia na uko na simu, hizi mistari unaisoma akiwa nyumbani. Wakorintho wa pili kumi na tatu tano, wa Filipi nne nane, Luka kumi na tano kumi na saba. Kumi na, kumi na tano. Luka 17 inasemaje? tusomee haraka haraka. Luka 15:17 Luka 15:17, yes inasema, inasema, Alipozingatia moyoni mwake. Yule kijana mpotefu alipozingatia moyoni mwake alisema alisema ni watumishi wangapi wa baba yangu ni watumishi wangapi wa baba yangu wanaokula chakula, chakula na kubakisha, na mimi hapa ninakufa kwa njaa. Twende akasemani, Nita... ni kijana nitaondoka, nitakwenda kwa baba yangu, nitamwambia baba, nimekosa juu ya mbingu na, na nchi tena ifanye kama mmoja wa watumishi wako. si kila mtu Amen. Amen. Amen. Amen. anajua habari ya kijana mpoteza. Kama hujui, nenda usome Luka kumi na tano yote utapata hapo. Huyu kijana aliitisha baba yake mali, akamwambia baba, nipe mali yangu, baba akampatia Alipoenda akatumia na umalaya na mambo yote ya dunia na kila kitu, akatumia akafanya sherehe. Ilipoisha akaanza kupata shida. Alipopata shida, akakula na nguruwe, akalala nje, akaka akatida mkutano. Unajua watu wengi, nisikilize hapa, waliolala. Amen, sasa ine wengi. Hey, hey, hey. <laughs> <laughs> haleluya. Kijana mpotevu akajiita mkutano, na hiki ndicho watu wengi hawataki kufanya. Hiki ndicho Wakristo hawataki kufanya, wanataka mali. Oh, nataka unionee, nataka unionee, nataka unionee. Yeye anaamini wachawi na waganga ndio wamehusika kwa maisha yake. Yeye hatihesabu mali popote, haoni yeye ni shida yeye. Hata wachungaji ndio shida, kanisa ndio shida, waganga ndio shida, watu wengine ndio shida. Hakuuliza ndani ya shida yako ni nini? Na shida yako ni familia yako. Hakuuliza shida yako ni nini? Shida yangu ni mtu fulani, shida yako ni uchawi, uganga. Yeye hajawahi kujita. Huyu kijana hakuhubiriwa na mtu, hakukuwa na nabii, alijiita tangu tano, akajiote ndani ya moyo wake, akajiambia, nilipokuwa kwa baba yako nilikuwa nakula, nilikuwa na nalala vizuri na na hapa ninateseka. Akajiambia, sio akambiwa, akajiambia, ninarudi ninarudi. Akajiambia, ninarudi. sio Roho Mtakatifu akamwambia Nabia akamwambia yeye mwenyewe akajiambia, ninarudi kwa baba yangu, ninarudi mahali nilikuwa nafanikiwa, ninarudi mahali nilikuwa namuona Mungu. Yeye hataki kulaumu watu, hataki kulaumu eti mimi nilikutana na wanawake wa karibu, maisha yangu nimekutana na pombe karibu. Akajiambia, mimi mwenyewe ndio nilifungua mlango huu, na ninarudi ndani mwenyewe. Watu wengi Mimi sioni Mungu. Je, unaomba? Mimi sioni Mungu. Je, umeokoka? Mimi si barikini. Je, unamtolea Bwana vizuri? Unatoa fungu la kumi? Utoe. Lakini unalaumu watu. Oh, wameharibu, wameiba nyota yako. Iko hiyo nyota yako ilikuwa ya Bruno White. Ah, hebu hebu kuuliza mtu nyota yako inafanana nani? Eh, inafananaje? Leo tukaitafute mali ilipotelea, na kwa sababu utaki kujitakamtu, jiulize shida iko wapi? Tatizo liko wapi? Mbona simuoni Mungu? Mbona niko na maombi mengi na hakuna matokeo

Hili tatizo nilianzaje mimi? Kuna siku moja nilijiita kamkutana, nilikuwa na pesa vizuri, nilikuwa na biashara, nilikuwa na duka, nimeajiri zaidi ya watu saba, lakini hiyo duka ikaja ikaisha, kila kitu ikaisha. Na nilipoogoka vizuri, ikajiita kamkutana, na nikajiuliza shida yako ni nini? Nikajua oh, shida yako sio mtu, akanihubiria unajua shida wewe, utaki ukweli, utatakanya utatakanywa. Oh, unaona gari yako inakuja

elfu saba, ilikuwa na mwingine Mamburui namlipia nyumba, ilikuwa na mwingine Kilifi namlipia nyumba, ilikuwa na mwingine Mayugu na mlipia nyumba. Mtu huyo mmoja, so kwa mwezi, kando na ya nyumba yangu, ilikuwa inaenda nje elfu ishirini na tano. Nikajiita mkutano nikajua, oh, kumbe mlango ni huu. Nikafunga haleluya. Nakwambia, kwa sababu sisi unaikiri kumendangano, nayo huu ni shetani. Sasa danu ukemee, haujaweza kufunguliwa. Leo nimekuja kukurudisha wewe, ujue shida cachee kilimtoa huyo wa kwanza, kitamtoa na wa pili. So kabla uingie kwa ya pili, cua shika ni nini? Nikakaa shini, nikajua kwetu kuna roho mbili zinatawala, ya usherati na ya wizi, na zote ziko ndani yangu. Shida yangu sio wachawi, shida yangu ni hii. Nilipofunga huo mlango, Bwana akanirejeshea tena. Bwana akanirejeshea tena. Watu wengine hapa sio shetani, Mungu tu anafunga. Maana najua hata mume akija na bado chenye kilimutoa mume wa kwanza ni hasira, na hiyo hasira bado haijaondoka. Hata Mungu mwenyewe anazuia huyo mume asije, maana anajua akija atatoka tena.